Naitwa Mariana kutoka Yobiz Network. Karibu sana da Mariana. Mi naitwa Vitalia. Aa, kwa jina langu la biashara naitwa Mama Lanta, mkurugenzi wa Lanta Estate. Karibu sana. Asante sana. Ningependa kufahamu Lanta, umesema wewe ni mkurugenzi wa Lanta Real Estate. Ndiyo. Nilipenda kufahamu kwamba katika uuzaji wenu wa viwanja ni changamoto gani mnazokutana nazo? sofa ya changamoto tunazo kutana nazo ni changamoto za kutafuta miradi, kwa sababu unaweza ukachukua muda mrefu sana kupata mradi ambao ni halali, kutokana na kwamba sisi tuna tunafuata protokoli zetu ambazo tunazo, nikimaanisha kwamba kabla tujaingiza mradi sokoni unatakiwa kwenda kukagua miradi kama ni manispaa, wizara ya husika, unaenda kukagua kuangalia ina mipango miji au ina upimaji au ina migogoro vyovyote hivyo. Vyote tunavifanyia kwanza investigation kabla ya kuweka mradi sokoni. Kwanza kabisa unaweza ukafika ukakutana na eneo labda, unaweza ukapelekwa na wale brokers wale, unaenda nao wakifika, wanakupeleka sehemu ambayo ni mabonde, unaweza ukapelekwa sehemu ni mabwawa. Especially kwa mfano kama kipindi sasa hivi ya mvua yes, ni kipindi nzuri sana ya kutafuta miradi kwa sababu unaweza ukakutana na ukaona, hii sehemu ina maji, hii sehemu haina maji. Kwa sababu mvua ishanyesha, tutakutana na maeneo ambayo hayana maji, so unaweza ukaenda ukapoteza muda ukarudi surura siku nzima, ukakutana na maeneo ambayo bado hujapendezewa kuwapelekea wateja wako. So hizo ni changamoto pia ay. Aa, na pia unaweza ukaenda manispaa ukakutana na eneo na mipango miji, kwa mfano kama open space au imewekwa school au imewekwa sehemu ya makaburi, ikawekwa sehemu ya kucheza watoto. Kwa hiyo zile process unaweza uka unapoteza muda, lakini nafanya tunafanya vitu kwa ajili ya kuleta vitu ambavyo ni vya uhakika kwa wateja wetu, ili baadaye kusiwe na migogoro yoyote. Tunaepuka migogoro ya ardhi kwa ajili ya wateja wetu.